ya kwa lugha yetu tunaita zabuni ambayo iliundwa na bodi ya klabu ya Simba chini ya mwenyekiti wa bodi ya Simba na rais wa heshima wa klabu ya Simba Muhammad Deuji, na naibu wake uh, Murtaza Ali Mangungu kufanya kazi ya kutangaza tenda kwa ajili ya watakaokuja au watakayekuja kubuni kuzalisha kusambaza na kuuza uh, jezi na vifaa vyote vya michezo vyenye nembo ya klabu ya Simba. Hapo kabla, klabu yetu ilipokea barua za maombi kutoka kampuni kadhaa wa kadhaa zikihitaji kutoa huduma ya uzalishaji na uuzaji wa jezi na vifaa vya michezo vya klabu yetu ya Simba. Barua hizo ziliwasilishwa ka kwa wingi kati ya mwezi wa kumi hadi mwezi wa 12 na mwaka elfu mbili na ishirini na nne, mwaka jana, lakini bodi wa ya wakurugenzi ya klabu ya Simba ililijadili swala hilo na likaazimia mchakato huo amini, mchakato wa, wa, wa, wa jambo hilo ufanywe kwa ushindani, watu washindane, makampuni yashindane kwa uwazi kabisa. Hivyo tenda ikatangazwa tarehe tatu mwezi wa pili mwaka elfu mbili na ishirini na tano, Simba ikatangaza tenda hiyo kwa ajili ya kubuni kuzalisha na kusambaza na kuuza jezi na vifaa vya michezo vyenye nembo ya klabu ya Simba. Hivyo watu wengi kampuni nyingi zikaleta maombi kwa njia hiyo ya, ya, ya uzabuni. Takribani kampuni nane zilichukua tender document yetu ya klabu ikaenda kuzifanyia kazi lakini kampuni sita zilirudisha tenda dokumenti yetu siku ya ufunguzi, ambayo siku ya ufunguzi wa huo mchakato ilikuwa ni tarehe 21 mwezi wa pili mwaka elfu mbili na ishirini na tano. mchakato huo ulifanywa kwa uwazi sana, kwa maana ya kwamba wote walioomba, wote waliojaza tender document uloitoa walikuwepo siku ya tukio lenyewe, na kila tenda ilifunguliwa pale pale mbele yao, kila mmoja akiona hivyo, kila mmoja aliweza kujua ofa ya mwenzie aloiweka katika dokumenti yake. Na baada ya hapo kila, kila mshiriki aliyeomba alisaini, alitia saini kwenye proposal ya mwenzie. Maana yake muombaji A B C na D wote walitia saini kwa muombaji F, baada ya kusoma ile zabuni yake na kiasi ambacho aliweka. Kwa hivyo kila mmoja alijua mwenzie kaweka kiasi gani cha fedha. baada ya ufunguzi kamati ya tenda ya klabu ya simba ilifanya uchambuzi yani evaluation na baadaye tukampata mshindi taarifa za mchakato wa uchambuzi na mshindi tulizituma kwa wazabuni wote mnamo tarehe 26 mwezi wa pili mwaka 2025 wazabuni hao waliarifiwa kuwa klabu ya Simba inategemea kumpa mkataba mshindi wa aliyeweka fedha nyingi, lakini pia akaweka vitu vingi ambavyo sisi kama klabu ya Simba tulivihitaji viwepo. Kwa hivyo tukawataarifu wazabuni wetu juu ya hilo na mnamo tarehe kumi mwezi wa tatu mwaka elfu mbili na ishirini na tano Simba iliingia mkataba wa miaka mitano na kampuni hiyo ambayo ilishinda zabuni hiyo, mkataba ambao tunawapa amini, tunaipa kampuni hiyo uh, uwezo wa kubuni, kuzalisha, kusambaza na kuuza kwa mujibu wa viwango na mahitaji ambayo klabu ya Simba kupitia kamati hii ilijiwekea. Mabibi na mabwana, katika mkataba huo, mshindi aliyeshinda zabuni hiyo kwa fedha takribani shilingi za Kitanzania bilioni thelathini na nane. Ntarudia, mshindi aliyeshinda katika zabuni hiyo tulioitangaza wakati huo alishinda, aliweka kiasi cha fedha cha shilingi bilioni thelathini na nane kwa mkataba wa miaka mitano.